Nitakusaidia lakini, mjomba. Mjomba. Mjomba, Mimi ndo nitakushtaki, nitakushtaki. Lazima. Ah, mjomba tashtaki nini lakini, mama mjomba kwa dada huyu, kwa anavuta chumbani kwa dada huyu, mtoto wako mwongo sana tena, umwangalia na anasingizia hapa, ni kuambia ende shule hataki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 Kweli, mimi kama vijana, familia nyingi zinaposema kwamba vijana ndio visababishi vya ndoa mimba kwa wa wanawake kwa vijana wa kike ni kweli, kwa sababu vijana wengi kale, nyikumu, kwa umri wa baadaye ni ngumu kujitambua kwamba tupo kwenye umri ya tarishi ambapo, ni ni muda ambapo kuweza kuwa makini na miamko ya miili. Kwa hiyo unakuta tunafuata miamko ya miili bila kuangalia side effect, kuangalia kwa kwamba tumesha kwamba kuangalia kwa athari za baada ya hicho kitendo. Kwa hiyo <coughs> <Aa, tos> kwa kusema hivyo, ni kweli vijana sisi ni sababishi wa mimba za utoni kwa vijana wa kike. Nikisema kwamba hakuna limu, elimu ipo, inatoka kwa sababu miaka mingi elimu inatolewa na ipo nasistizwa, lakini tujiulize kwamba ni kwa namna gani hiyo elimu wanaielewaje? unaweza kama toa elimu kuhusu vijana bale kuhusu toa, lakini namna gani wanavyoipokea hiyo elimu? Kwa hiyo pia tujianga na mafunzo yetu, ni mafunzo ambayo wanaelewa, waweza kukuta ni mafunzo ambayo kwao hayaelewe, ambayo yanapelekea kugudu alipotoka. Kwa maana yake tukiangalia katika mifumo yetu ya elimu ni mifumo ambayo inaleta mzunguko ambao wenye kuendelea kuweza kujifunza, au ni mzunguko ambao unajifunga, kwa sababu mtu anaweza kumfundisha lakini akashindwa kujifunza zaidi kupitia mafunzo au yale masuala ambayo anayo. Kwa hiyo uh, kama ulivyosema ni kweli elimu inatoka, lakini sababu nyingine ni kwamba uh, mabadiliko ya dunia, teknolojia ni nyingi, kwa hiyo kuna vishawishi ambayo inatokea, kuna mambo ya mitandao kuna movie uh, kuna wanamuziki ile hupelekea kuchochea nyemko ya vijana kuona kwamba ni kitu sahihi ambacho kufanya. Kwa hiyo mambo ni mambo yani, mengi ambayo anapelekea kusukuma mimba otoni uh, binti vijana uh, wenye uh, rika balehe au uh, kuleta mimba kwa uh, vijana mabinti uh, wenye uh, umri chini ya miaka 18. Asante sana. Jamii Kwanza Initiative ni shirika ambalo na dili na kufanya transformative mabadiliko kwa vijana kwenye uh, ambao wanasoma au vijana kwa jumla, kwa pamoja, makundi yote, na pia tunadili na mambo tofauti katika jamii kuleta mabadiliko katika uongozi na katika vijana, makuza ya vijana, maanake kusupport youth development kwa pamoja. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, uh, mimi kama kijana na shauri au nina tuseme ni kama ni ushauri au angalizo, hapana, lakini ushauri na utoa kwamba si kama vijana tuchukue hatua ya kuweza kuwasaidia na kuwasapoti ma wala mabinti wa kike kwa ili kuweza kufikisha na kufikisha na kumsha ndoto zao bila kuka vizuizi vya kuwapa mimba, kwa sababu sisi ndio wahusika. Kwa hiyo tuwasapoti na kuweza kuwa ni daraja la kwetu kwao kuweza kuwafusha kutoka kwenye hatua moja baada ya hatua nyingine, lakini na wale wanaweza kuwavusha. Na tunasema kwamba tuweze kushirikiana kwa pamoja kupeana elimu na pia tuweze kuweka tuweze kuweka umoja katika jamii, maana tuweze kuweka taarifa ambazo tuweze kuwasaidia jamii kwa pamoja. Kama tukio kama hilo na magari, hatua zichukuliwe, tuweze kudhibiti mambo kama hayo. Kwa hiyo, Jamii Kwanza tupo kwa ajili ya kutoa elimu, tupo kwa ajili ya kuwasapoti, na tupo kwa ajili ya kuwalinki watu wa kike katika mafanikio yao katika ndoto zao. Mimi naitwa Arnolf Nakazi Rasa, mimi ni project director wa Jamii Kwanza Initiative katika uh, shirika letu, na nipo kwa ajili ya kusimamia miradi ambayo ipo na kutekelezwa pamoja na pia nakufanya changes na transition katika jamii ya uh, vijana na jamii kwa ujumla.